Ee Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo yenye unyenyekevu, tukikuomba rehema zako juu ya dunia inayoumia. Unaona machozi ya mataifa, unasikia kilio cha wasio na hatia, na unajua majeraha ya wale wanaotafuta tumaini. Nyosha mkono wako wenye nguvu juu ya nchi zote, ukatawanya giza linalofunika ulimwengu. Amani yako ikashuke juu ya mioyo ya wanadamu na kuleta nuru mpya mahali penye hofu na vurugu. Bwana Yesu Kristo, Mkuu wa Amani, uliyetoa maisha yako ili kuleta upatanisho kwa wanadamu, gusa mioyo ya viongozi na mataifa ya dunia hii. Waongoze kuchagua haki badala ya ugomvi, ukweli badala ya udanganyifu, upendo badala ya chuki. Wafariji waliopoteza makazi, waliofiwa na wapendwa, na wale wanaoishi katika hofu ya kila siku. Nuru yako ikashinde kila kivuli cha giza duniani. Roho Mtakatifu, Mfariji na Mwongozi wetu, teremka juu ya wote wanaoteseka kwa vita, dhuluma au upweke, na uwajaze nguvu yako ya utulivu. Watie moyo wale wanaojenga amani kimya kimya, wainue wanaowahudumia waliojeruhiwa, na uwalinde waliodhoofika. Badili mioyo yetu ili tuweze kusamehe, kupatanisha, na kutembea katika njia ya upendo. Utufanye kuwa vyombo vya amani na nuru yako duniani. Ee Mungu wa Milele, tunakukabidhi siku za usoni za ulimwengu na watu wote mikononi mwako. Amani yako, ipitayo ufahamu wote, ikalinde mioyo na mawazo yetu katika Kristo Yesu. Uimarishe ufalme wako wa huruma, haki na ukweli juu ya dunia, na uongoze wanadamu katika enzi mpya ya tumaini. Tunakushukuru na kuamini kuwa una uwezo wa kuponya, kurejesha na kuleta amani ya kweli. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.